Hujambo, na karibu, tuendelee kuangazia yale yaliyojiri juu ya vita vinavyoendelea baina ya taifa la Iran na taifa la Israel na mashambulizi makubwa ambayo Marekani imethibitisha kuyafanya juu ya vituo vitatu vya nyuklia muhimu kabisa huko Iran, ikiwemo kituo cha Fordo ambacho Israel ilikuwa ikilia mara kwa mara kuiomba Marekani kuisaidia kushambulia kituo hiko cha nyuklia ambacho kilikuwa kikirutubisha uranium asilimia sitini kwa ajili ya kuelekea kutengeneza silaha za nyuklia. Hapa tutaangazia mashambulizi ya Marekani kuwa yanaweza kusababisha mashambulizi ya asymmetric kutoka Iran, lakini pia tutaangazia Trump aliamuru ujumbe baada ya kuhakikishiwa uwezekano mkubwa wa kufaulu, lakini pia tutaangalia mashambulizi yanaweza kulazimisha Iran kufanya mazungumzo, lakini hatari ya kuivuta Marekani katika juhudi za mabadiliko ya serikali, akijiunga moja kwa moja na mashambulizi ya anga ya Israel dhidi ya Iran, adui yake mkuu wa eneo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump amefanya jambo ambalo alikuwa ameapa kuliepuka kwa muda mrefu: kuingilia kijeshi katika vita kubwa ya kigeni. Mgomo huo mkubwa wa Marekani, ikiwa ni pamoja na kulenga kituo cha nyuklia cha Iran chenye ngome nyingi zaidi chini ya ardhi, unaashiria kamali kubwa zaidi ya sera za kigeni kati ya marais wawili wa Trump, na moja iliyojaa hatari ya mambo yasiyojulikana. Trump ambaye alisisitiza siku ya Jumamosi kwamba Iran lazima sasa ifanye amani au itakabiliana na mashambulizi zaidi, anaweza kuichochea Tehran ili kulipiza kisasi kwa kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, mshipa muhimu zaidi wa mafuta duniani, kushambulia kambi za kijeshi za Marekani na washirika wake katika Mashariki ya Kati, kuzidisha mashambulizi yake ya makombora dhidi ya Israel na kuamsha makundi ya mawakala dhidi ya maslahi ya Marekani na Israel duniani kote. Wachambuzi walisema hatua kama hizo zinaweza kupelekea mzozo huo kuongezeka na kuwa mpana zaidi na wa muda mrefu zaidi kuliko vile Trump alivyofikiria, na kuibua mwangwi wa vita vya milele ambavyo Amerika ilipigana huko Iraq na Afghanistan, ambayo ilidharau kama kijinga na kuahidi kamwe kuburuzwa. Wairan wamedhoofishwa sana na wameshushwa hadhi katika uwezo wao wa kijeshi alisema Aaron David Miller, mpatanishi wa zamani wa Mashariki ya Kati kwa tawala za kidemokrasia na Republican, lakini wana kila aina ya njia zisizo za ulinganifu ambazo wanaweza kujibu. Hili halitaisha haraka. Katika kuelekea shambulio hilo la bomu ambalo alitangaza mwishoni mwa Jumamosi, Trump alisitasita katika vitisho vya kuchukua hatua za kijeshi na ombi la mazungumzo mapya ya kuishawishi Iran kufikia makubaliano ya kusambaratisha mpango wake wa nyuklia. Afisa mkuu wa ikulu ya White House alisema mara tu Trump aliposhawishika kuwa Tehran haina nia ya kufikia makubaliano ya nyuklia, aliamua kwamba mgomo huo ulikuwa jambo sahihi. Trump alitoa idhini mara tu alipohakikishiwa uwezekano mkubwa wa kufaulu, afisa huyo alisema. Azimio lililofikiwa baada ya zaidi ya wiki moja ya mashambulizi ya anga ya Israel kwenye vituo vya nyuklia na kijeshi vya Iran kulifungua njia ya Marekani kutoa pigo. Linaloweza kuwa taji. Lakini tishio la nyuklia linaonekana kuendelea kubakia. Trump alipongeza mafanikio makubwa ya mgomo huo ambayo alisema ni pamoja na utumiaji wa mabomu makubwa kwenye tovuti huko Fordo. Lakini wataalamu wengine walipendekeza kuwa ingawa mpango wa nyuklia wa Iran unaweza kuwa umewekwa nyuma kwa miaka mingi, tishio linaweza kuwa mbali sana. Iran inakanusha kutafuta silaha za nyuklia. Ikisema mpango wake ni kwa madhumuni ya amani tu. Katika muda mrefu, hatua za kijeshi zinaweza kushinikiza Iran kubainisha kuwa silaha za nyuklia ni muhimu kwa ajili ya kuzuia na kwamba Washington haipendezwi na diplomasia. Shirika la kudhibiti silaha, shirika lisiloegemea upande wowote la Marekani ambalo linatetea sheria za udhibiti wa silaha lilisema katika taarifa. Mashambulizi ya kijeshi peke yake hayawezi kuharibu ujuzi mkubwa wa nyuklia wa Iran. Mashambulizi hayo yatarudisha nyuma mpango wa Iran, lakini kwa gharama ya kuimarisha azimio la Tehran na kuunda upya shughuli za kenyeti za nyuklia, kundi hilo lilisema. Eric Lob, profesa msaidizi katika idara ya siasa na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha kimataifa cha Florida, alisema hatua inayofuata Iran bado ni swali la wazi, na akapendekeza kuwa miongoni mwa aina zake za kulipiza kisasi inaweza kuwa kugonga lengo laini la Marekani na Israel ndani na nje ya eneo hilo. Shirika la Nishati ya Atomic la Iran lilisema halitaruhusu maendeleo ya sekta yake ya kitaifa kusimamishwa. Na mchambuzi wa televisheni ya taifa ya Iran alisema kila raia wa Marekani au mwanajeshi katika eneo hilo sasa atakuwa ni mlengwa halali. Mapema Jumapili, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ilitoa taarifa ikionya kwamba Tehran inaona kuwa ni haki yake kupinga kwa nguvu zake zote dhidi ya uvamizi wa kijeshi wa Marekani. Karim Sadjapur, mchambuzi katika taasisi ya Carnegie, kwa ajili ya amani ya kimataifa alichapisha kwenye X, Trump alionyesha huu sasa ni wakati wa amani, haijulikani na hakuna uwezekano kwamba wa Iran wataona kwa njia hiyo hiyo. Hii ina uwezekano mkubwa wa kufungua sura mpya ya vita vya miaka 46 kati ya Marekani na Iran kuliko kuhitimisha. Baadhi ya wa wachambuzi walipendekeza kwamba Trump, ambaye utawala wake hapo awali ulikataa lengo lolote la kuondoa uongozi wa Iran, unaweza kuvutiwa kutafuta mabadiliko ya serikali ikiwa Tehran itafanya kiasi kikubwa au hatua ya kuunda silaha ya nyuklia. Jiadharini na misheni inayolenga mabadiliko ya serikali na kampeni za demokrasia. Laura Brunfeld, mchambuzi wa mashariki ya kati katika shule ya Johns Hopkins ya mafunzo ya juu ya kimataifa huko Washington alisema. Jonathan Panikoff, naibu afisa wa zamani wa kijasusi wa Marekani katika mashariki ya kati alisema uongozi wa Iran utajihusisha haraka na mashambulizi yasiyo na uwiano ikiwa unahisi kwamba uhai wake uko hatarini. Lakini Tehran pia italazimika kuzingatia matokeo, alisema. Ingawa hatua kama vile kufunga mlango wa bahari wa Hormuz zingeweza kuleta matatizo kwa Trump kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta na athari zinazoweza kutokea za mfumuko wa bei wa Marekani, pia ingeumiza China, mojawapo ya washirika wachache wenye wa nguvu wa Iran. Wakati huo huo, Trump tayari anakabiliwa na msukumo mkali kutoka kwa chama cha Demokrats dhidi ya shambulio la Iran na pia atalazimika kukabiliana na upinzani kutoka kwa mrengo wa kupinga uingiliaji kati wa kituo chake cha Republican MAGA. Trump ambaye hakukabiliwa na mzozo mkubwa wa kimataifa katika muhula wake wa kwanza, sasa amejiingiza katika kipindi cha miezi sita tu katika muhula wake wa pili. Hata kama anatumai uhusika wa kijeshi wa Marekani unaweza kuwa mdogo kwa wakati na upeo, historia ya migogoro hiyo mara nyingi hubeba matokeo yasiyotarajiwa kwa marais wa Marekani. Kauli mbiu ya Trump ya amani kwa nguvu hakika itajaribiwa kuliko ilivyokuwa hapo awali, haswa kwa ufunguzi wake wa safu mpya ya jeshi. Baada ya kushindwa kutimiza ahadi zake za kampeni ya kumaliza haraka vita huko Ukraine na Gaza, Trump amerejea katika kubishana na biashara ya vita, alisema Richard Gowan, mkurugenzi wa Umoja wa Mataifa katika kundi ki la kimataifa la migogoro Sina hakika kuwa kuna mtu yeyote huko Moscow, Tehran au Beijing aliwahi kuamini maneno yake kwamba yeye ni mpenda amani. Kila mara ilionekana kuwa kama maneno ya kampeni kuliko mkakati. Naam, hayo ndiyo yaliyojiri juu ya vita vinavyoendelea kati ya Israel pamoja na Iran na mwingiliano ambao Marekani umeweza kuifanya mara baada ya kuweza kushambulia kituo cha Fordo na vituo vingine viwili huko Iran kwa mashambulizi ya ndege za B2 Spirit bomba kitu ambacho kimeonekana kuwagusa watu wengi na wachambuzi wa kimataifa wakiweka wasiwasi zaidi juu ya hiki ambacho Marekani imekifanya kwa kuingilia kati vita vya Israel na Iran. Tuandikie mtizamo wako kwenye hili, lakini endelea kutufuatilia na kubaki hapa kila wakati kwa taarifa nyingine nyingi zaidi kutoka hapa.